Pindi ni combat training au mafunzo ya kujihami, nami ni Field Marshal Mazeru. Leo tafundisha njia rahisi ya kufanya ili macho yako yawe makali kama ya tai. Kama unavyojua, kama tunavyojua kwamba ili uwe na uwezo mkubwa wa kupigana, ili uwe na ufahamu mkubwa, uwe na uwezo mkubwa wa kufikiri kwa haraka, na matendo yako na kasi speed zaidi, ni lazima macho yako yawe makali, yani yote haya yanategemeana na macho. Sasa unafanyaje ili macho yako yawe makali? Mazoezi mazuri ya kufanya ili kuimarisha macho yako ni kama ifuatavyo. Lakini naomba kama bado hujasubscribe katika channel hii, naomba usubscribe, lakini pia like video hii, ili nawe uwe wa kwanza kupata video zangu za mafunzo kila nitapoziupload katika channel hii. Somo letu linasema jinsi ya kuimarisha macho yako yawe makali kama pamoja. Nye yu, kwa mfano kila unapotembea hakikisha hesabu tambo ile moja mbili, hakikisha macho yako unaangalia sehemu moja, usikapui usikapui usikapui, yani sehemu usikapui, moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa mpaka salasini. Ukishaweza kuwa na uwezo kukabia kwa kwa hatua salasini, uoneza salasini Ziwe stidi maana takuwa na dakika moja moja mbili, stidi changamoto, jinsi yanavyokwenda unaona miti inapita, nyumba zinapita pale. Macho kaza macho. Ukiweza kutembea ndani ya gari unaangalia vitu, unangalia vitu vinavyopita kwa nguvu vitarudi nyuma, unaangalia na usikapue, kwa muda wa dakika moja. Ukiweza macho yako yatakuwa ni makali sana, usikapue vitu, lakini unaendelea kuangalia kwa kawaida. Kwa mtu kwa kawaida hawezi, lazima taweukaa. Endelea. Endelea dakika tano bila kupepesa macho yako, bila kukapua macho yako ukishakuwa na uwezo wa kukaa dakika tano bila ukapoa machoae, unaweza kupigana vizuri na kumsoma adui yako vizuri na kuwashinda madui zako vizuri kirahisi. Lakini pia zoezi jingine, hakikisha unakaa katika mti wenye majani makubwa makubwa, mti wenye majani mapana mapana, ambao unaweza kuhesabika. Anza kuangalia majani yale kwa macho yako makali kabisa bila kupua, anza kuangalia majani hii, alafu anza kuhesabu moja, mbili, tatu, nne, tano, sita mpaka sitini ukiweza mpaka sabini mpaka mia moja mpaka mia mbili ukiwezekana. Fanya hivyo kila siku. Mazoezi haya yana uwezo mkubwa sana wa kuimarisha macho yako na kufanya macho yako hayo ni makali kama ya tai. Kwa leo unaishia hapa, tukutane tena katika video nyingine. Bye, bye.